Bibi, mimi na shida moja. Shida gani, mjukuu wangu? Niambie. Nilikuwa na nguvu za giza. Wewe wanga? Unasema nini wewe? Kivipi yani? Ah. Umbe, sasa mjukuu wangu, mimi naanza kukuelewa kitu kilichokufanya umekuwa na hali hiyo na nguvu hizo za giza. Kipindi huko ndogo, nilikuchukua mimi na mama yako, ulichelewa kutembea, nikakubeka kwa bibi mmoja bondeni hapa, tukaambia anasifika saa. Jamani, huyu mtoto akichanjiwa, yani ndani ya siku tatu tu tayari anatembea. Ukaenda ukachanjiwa chanjiwa madawa, jukuu wangu, tusamee tu, ukachanjiwa chanjiwa madawa. Ulivotoka hapo siku tatu kweli ukatembea. Bibi yule sasa hivi anasifika kwa wanga anasifika ni mwanga, yaani ni nguli, si umenielewa, njuku wangu? Kila mtu ambaye amenichanjia dawa za kutembea sasa hivi ni moto. Kila mtu aliyosema ngoja nimchanjie dawa akapate kutembea mtoto huyu, basi yule bibi lazima amempa mikoba yake yote ya uchawi. Kumbe na wewe kakutia uchawi, njuku wangu. Hivi kwa nini sisi Watanzania jamani, haya mambo yetu jamani! Mtu asipotembea mwaka, tunampeleka kwa nganga kwenda kufungiwa dawa, ndio. Asipofanya hivi, tunampeleka huku. Jamani kweli, mwisho wa siku anatukuta. Maana sisi kwenye familia yetu hakuna mtu nchawi, hakuna mtu mwenye nguvu za giza. Sisi ni maombi muda wote. Pole mjukuu wangu, wewe hapo ulijijuaje kama una nguvu za giza? na kati kwenye familia zetu sisi hatuna mtu mwenye nguvu za giza, hatuna mtu mwenye matatizo yoyote ambayo inashirikana na kishirikina. Haya bibi, shule nkwetu, siku moja mwalimu mkuu aliniuzi, siku iliyofuata nikamvasha uniform za shule eh. wanga kweli? Ndio, bibi. Kuna siku ingine fulani, dereva asubuhi aliniacha na school bus. So usiku ulipofika, nikamlaza kwenye mto fulani hivi ambayo ina maji machafu. Asubuhi alijikuta mtoni bila yeye kujua amefikaje. Uh, wanga jamani, hmm. uh. Sasa mjukuu wangu fanya, twende kwa wachungaji ukaombewe, ili matatizo haya ya kuishe Uondokaeni nayo jamani, twende kwa mchungaji ukafanyiwe maombi ya nguvu. Tukitoka hapo twende kwa sheka kufanyie dua, si umenielewa? Lakini bibi, mimi na Musa tushamalizana na hiyo tatizo. Sasa wewe na Musa mnamalizaje ile tatizo wakati Musa mtoto mdogo na wewe mtoto mdogo, mnalimaliza vipi tatizo hilo? Bibi, tulikuwa tunamshirikisha sana Mungu. We jamani, hey, Mungu! Asante Mungu, ndo maana ulikuwa unaniona mimi na Musa tulikuwa pamoja. Kwa hiyo we na Musa mlikuwa pamoja kwa ajili ya kufanya maombi, matatizo yapate kuisha. hey, jamani, mjuku wangu jamani! Mwenyezi Mungu wewe, ninakushukuru mimi s eh, Mungu. Njuku wangu, kwanza mimi nashukuru Mungu kukuongoza kuomba matatizo yako yapate kukuishia. Lakini mimi na jambo moja na kuomba, japokuwa Musa huyo amekusaidia, sitaki nimuone Musa karibu na wewe tena. Umenielewa? Wanga ndio amekupitisha kwenye mitihani hii, yote imeisha, uko vizuri sasa hivi na kuomba, sitaki uwe karibu na Musa, simtaki. Unajua jinsi gani navyomchukia mtoto yule. Umenielewa eh? Mwenielewe, japokuwa we na Musa mmeomba, na wewe mwenyewe unasema sasa hivi una tatizo lolote, hata mtu akakokela, vipi uwezi kufanyia kitu chochote kibaya. Na mimi mwenyewe nataka nikupeleke tena kwa wachungaji, na kupeleka kwa wachungaji ukafanyiwe maombi mengine. Nataka nikupeleke kwa mashehe wakakusomee dua, dua nzito wakupe hata makombe ya kuoga na ya kunywa, mjuku wangu kipenzi. Haya matatizo mimi tena nataka yaishe moja kwa moja, yaani hapa tukifika kule, kandikiwe madua, huku unapigwa maombi na huku una madua, haya mambo yapotee kabisa, umesikia juu kwangu habari. ah, ah, ah. wana kidini. Salama. Lengo la kuitisha kikao hiki ni kuhusiana na Musa na mbele hapa nipo na ugeni, niko na babake Musa, nipo na mamake Musa. Wazazi wake Musa wamekuja kumchukua Musa na kuondoka naye. Ah, sasa mjumbe, Musa aende wapi? Na wakati nyumbani kwao hapa ameshafika, sisi ndugu zake, yaani aende wapi? Bwana nyamaza bwana, mbona ukuwa hivyo mwanzo? Baba Musa ndio yeah. Huyu hapa ni rafiki yake Musa anaitwa Wanga na mama pembeni anaitwa Bitimindu ndio aliyemuokota Musa na ndio alikuwa anaishi naye Bitimindu. Huyu mimi ndogo wake wa mwisho. Dada nini, nawe ukiona watu vieti tulia. Ah, bwana baba Musa yeah. mama Musa, hichi ndio kijiji chetu cha Nara. Hawa ndio wananchi wangu kama ulikopo na machache karibu, unaweza ukasema. <coughs> Ah, kwanza nashukuru sana. Nawashukuru wanakijiji wote kwa kukaa na kijana wangu vizuri, mmemlea vizuri, na shukrani zangu za dhati nizipeleke kwa bi nani, binti Mindu binti Mindu. dada wangu yani, dada wangu wa kwanza katika familia ndio, <laughs> kwa kumsaidia kijana wangu na kukaa naye vizuri. Kwa hilo mama anashukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Shukuru, nataka niongezee baba Musa. Samaji jamani, ndugu zangu, unajua sisi nyumbani petu pale baba yetu na mama yetu ni watu wa dini sana, ndio maana sisi mioyo yetu ya hekima. Mama alikuwa ni mama wa kanisa na baba alikuwa mchungaji, ndio maana beti mami, hebu subiri kwanza Baba Musa, Yeah. Ningependa kutoa shukrani za dhati kuhusiana na mwanao. Mwanao amebadilisha ame asilimia kubwa sana hichi kijiji chetu. Kambadilisha kuanzia binti Mindu ambaye kupo naishi naye mpaka mjumbe mimi mwenyewe na watu baadhi. Hakika umezaa mtoto ambaye mwenye uweredi mwenye, mwenye hekima busara na mwenye akili nyingi sana. Mi ningependa tu kushukuru kwa hicho alichokifanya. Yaani sijui niseme nini, yaani sina mengi ya kusema. Yangu ni hayo tu, nashukuru sana mjumbe, sana sana nashukuru. Mimi na mke wangu tumekaa tukaamua kwamba tuondoke na bi Mindu, binti Mindu. Ndiyo, eh niko sahihi ndio, ni tuondoke naye pamoja na rafiki yake Musa ili wakaendelee na masomo katika shule waliokuwa wakisoma. ah! hey, hey, asante baba Musa. Asante binti yangu. hey, asante baba Musa, tunakushukuru sisi, maana yake kijitu tumekichoka hiki, yaani tukasema, jamani, ulivyokuja na matatizo yetu wote, dada daibu, fanya tunani tu, tukajipanganyike panganyike Sio tukaondoka usiku uongo ndugu zangu hapa uongo nilikwambia usiwe na roho mbaya. Huwezi kujua nani atakayekusaidia na Sasa unajirosokesha chepi hapo jamani Yaani mtu mimi naongelea na, na ndugu yangu tunaongea hii tujiandae kwa ajili ya safari kashatoa baba gawadi Biti baba Musa unajua wewe Biti Manu Biti Manu Biti Biti na Biti Mindu mbona mnalumbana? Si dada akiona safari, akiona safari ndio dada anavurugwa hebu, hebu ngojeni kwanza Baba Musa. Ndiyo. Kati ya hao wawili unaondoka naye ni nani, kati ya Bitimanu na Bitimindu? mm -hmm. Ah, mimi nilifikiria niondoke na na bibi binti mindu ndio rafiki yake Musa. Ah. Bitimanu utabaki hapa hapa kijijini hutoenda popote atakayeondoka hapa ni Bitimindu pamoja na mjukuu wako wanga. Hamna solution nyingine. Sikiza nikwambie, wewe bwana wewe, kazi yako ni ujumbe tu, sio kazi yako kupangia watu masharti. Kwanza sikiza nikwambie, baba Musa, unamwona huyu mjumbe huyu, yaani mjumbe huyu tulinchagua tu kwa sababu udugu wangu, huyu mke wake mimi, udugu wangu wa damu, na mimi nilopiga kampeni mpaka huyu bwana wewe akachukuliwa. Leo hii wewe unazungumzia kwa ajili ya kwetu sisi, twende njini kama wanafamilia mimi bitimindu, naia biti bitimindu, bitimindu, hujamjua huyu? Anaugua kichaa huyu, anaanguka tulia, huyu anaanguka. Ina maana bila kwenda mimi ndogo wake wa damu nie ntamweza huyu dada bitimanu. <laughs> Nisitaki shida. <laughs> Sitaki shida. Huyu bibi yeye anakaa nyumba nyingine, mimi nakaa nyumba nyingine. Kwanza hata kumuona Musa ulikuwa utaki kumuona. Haya, unasema wewe mimi na kichaa? Kichaa hicho ulinipa wewe. Hebu acha ujinga bwana wewe. Dada, unakataa eh? Unakataa kwa sababu leo nzuri bwana. Hebu nisikilize. Saa hizo umeona sasa wanani wa Musa wako vizuri, unaanza kujirudisha nyuma. Yaani kumbe huyu pungwani wa kia anataka kuongelea ugonjwa wake mbele ya watu ili wapate kunjua, najua mimi napendaga kuongea kwa nini niko wapi. Mimi bwana. Mimi hapa unavyoniona hapa baba Musa mimi sina lolote. Nilikuwa na mtoto wangu, mtoto wangu amefariki. Makubwa jamani. Nimesomesha mimi kwa uchungu. Hivi mbona ni Watu wananiaibisha mimi. Nitamani unaniaibisha bwana. Eh? Hebu tulia basi. Ah, jamani baba kwa nini ulikufa? Wewe subiri uone wazazi wa Musa wanasemaje, lakini sio unaanza kuongea maneno mengi ambayo hata hayahusiani. Kwa nini baba wangu alikufa wa mimi ni wakati ma. Unajua babu zangu ni yatima. Nataka niende chini. Yatima yeah, mzee. Mimi <laughs> kuambia, fanya wewe, ujui nani atakayekusaidia katika maisha yako. Na ndio nilichokuwa nakujibu kwa Musa. Saizi, unajuju upeleka peleka maneno huyu chizi huyu mwendazimu no. Mewendazimu nimeju nime mwani Njombe, nitoe katika kitabu nitoe katika kitabu cha mwana kijiji kitabu cha wanakijiji nitoe mi, safari imesha iva hapa

atima mimi baba Musa mtimanaongea sana karibu mama Musa. Mimi kwanza nipende kutoa shukurani za dhati kama aliozitoa mme wangu kwa sababu mmefanya jambo kubwa sana mno, mmeweza kuishi na mtoto wangu vizuri, mmemlea, mmemjali. Angekuwa ni mtu mwingine, labda angemtelekeza au angemdharau lakini mpaka sisi tumempata ni kwa ajili ya kijiji hiki hapa Chanara. Usilie udugu wangu usilie, mimi najua unanionea imani tu mimi. Usilie mimi shaza kuzalaulia kijiji hiki. Usilie mama. Mungu awabariki sana, sina cha kuwalipa. Amina, asanteni sana, tunashukuru sana jamani, wana kijijiwa Manalas, hatujatarajia kama tutakutana na watu wenye moyo mzuri kama nyinyi. Mjumbe, nashukuru na sana, mimi na familia na familia ya nashuku nashukuru sana kwa ujio wako, tumefurahi na pia kama kijiji pia tumefurahi, na hata mimi pia nina furaha zaidi ya kupata wazazi wa Musa eh. Asanteni sana, na kufikia hapa nimefunga tunaweza tukarudi majumbani, kila mtu akaendelea na shughuli zake. Nimemaliza jamani. na matiba mimi nimekanyaga safu mimi <laughs> na <laughs> Joni <Johnny. laughs> eh, habari za ishu ya Musa zimesambaa karibu mitandao yote mpaka magazetini Hivyo sasa nitakaje? Unajua mi nitangulia airport, wewe wewe letea mabegi yangu, mimi niwai ni ndege usiku si. Uko nje polisi washasambaa kote, mpaka mageti ya nyuma yote wameshazunguka, ili jengo lote tumeshazungukwa. Bosi, unataka nifanye nini tena? Mimi sijui chochote, kwanza mimi nilikuwa fundi, nilimsaidia fundi. Hilo utapambana nalo mwenyewe bosi. Mimi sipo pambana mwenyewe unavyojua. Sawa bosi. Joni. Joni. Joni, ni kipindi kile ulikuwa unanyanyasa, sasa, sasa hivi tupambana mwenyewe. Mimi simo. Sasa boss wangu, pambana na hali yako. Usinishirikishe vitu vya ajabu. Sasa, mimi mimi Kweli nimekupiga. Boss, simo. Achana na mimi, fanya maisha yako. Sitaki. Nisaidie Joni. Nisaidiaje sasa? Mwalimu